Habari za wakati huu, vipenzi vyangu, natumaini wote ni wazima wa afya. Napenda sana kuwakaribisha katika chaneli yangu ya TZ Fashion, ambapo siku ya leo vipenzi vyangu, nataka tuzungumzie kuhusu magauni mafupi ya mwamvuli, yale magauni ambayo yanakuwa kama mfano wa A-line, tulikuwa tunaizungumza sana. Yaani magauni unakuta yana mfano kama A-line. yaani juu yanakuwa yanabana, alafu chini kunakuwa na ki, uh, kina mwaga fulani hivi kikiwa na mtindo um, mzuri na wa kuvutia. Inaweza ikawa kufuta marinda, wengine unaweza ikawa ni mwamvuli, lakini bora tu kiwe kigauni cha mwamvuli ambacho kinakuwa na muundo mzuri na wa kuvutia. Na aina hii ya magauni unaweza kuvaa katika matukio yoyote yale ambayo wewe mwenyewe unaotaka kwenda ili tu uwe na muonekano mzuri na muonekano wa kisasa zaidi kwa sababu mtindo wenyewe wa gauni uh, unapatikana kwa mtindo wa kisasa. Naweza ikawa umetengeneza au umeshona gauni lako kwa kutumia kitambaa au umeweza kutengeneza kwa kutumia kitenge, mikono ikiwa ni mifupi, mikono ikiwa ni mirefu, whatever pale mtu utakapokuwa unaangalia. Lakini pia nataka tuangalie kuhusu historia ya magauni haya. Tunavaa magauni haya lakini historia yake ilianzia wapi? Watu gani ambao wameweza kuanzisha magauni haya? Tunaona kwamba magauni haya yana asili kutoka karne ya kumi na tisa, ndipo magauni haya yalipoanza au magauni haya yalipoanza kujitokeza, na mwamvuli ulikuwa unatumika kuunda muonekano pamoja na umaridadi wa kisasa na kupata muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia sana, pale tu mtu anapokuwa ana elewa aina hii ya gauni kwamba ataweza kuvaa aina hii ya gauni, aidha liwe juu ya magoti au liwe chini ya magoti, bora tu iwe na mtindo mzuri na mtindo wa kuvutia sana, hata katika shingo. Mwingine anapenda over shoulder, mwingine anapenda tu shingo yake ya raundi, mwingine anapenda V, mwingine anapenda uh, gauni lake ndani liweke elastic, liweke sorry, liweke lining, liweke wavu. Hasa katika magauni ya watoto jamani, tunaona kwamba uh, watoto wengi ndio huwa wanaekewa wavu pamoja na lining ndani, ili gauni liwe lina mvuto, yaani gauni liwe litune sana. Lakini hata kwa wakubwa pia wengine nao wanapenda magauni yao yawekwe hivyo, yaweke lining pamoja na wavu kwa juu ili kupata mwonekano mzuri na wakuvutia, kwa sababu unapoweka wavu, mpendo wangu, unaona kabisa kwamba hili gauni nimeweka wavu, lakini linakuwa na mwonekano mzuri kwa sababu linakuwa linatuna, linajaa kama mfano wa Cinderella, um, vile anavyokuwa na watu waliokuwa wanavaa katika karne ya kumi na tisa walikuwa wanavaa magauni haya yakiwa yanapatikana kwa rangi mbalimbali mbali, pamoja na mitindo mizuri na mitindo ya kuvutia sana. Aina hizi za magauni yalikuwa ni miongoni mwa magauni ambayo ni maarufu sana, na watu wengi waliokuwa wanavaa aina hizi za magauni ni wale watu wa tabaka la juu, au tunaweza tukasema kwamba au unaweza ukasema mamalkia ndio ambao walikuwa wanavaa ina hizi za magauni haya. Hapa sasa nataka tuangalie kuhusu, uh, mitindo ya magauni mafupi ya mwamvuli, na hapa tutakuwa tuna vitenge tutaweza kuvieleza, lakini pia tutaweza kueleza magauni ya kisasa. Hivyo ndio vitu ambavyo tutaweza kuvieleza siku ya leo. Kwa hiyo uh, tukianzia na vitenge, tunaona kwamba ni aina ya magauni ambayo yanakuwa, uh, yanaonekana sana, na ni magauni ambayo yana ukubwa mduara wake chini huku unakuwa ni mkubwa sana, unakuwa ni mpana yn yani, mnaweza hata mkaingia watatu hata wanne, kama ni wembamba. Kama ni wanene nene, mnaweza mkashangaa pia mnaingia wawili, lakini huku chini kunakuwa na duara lake linakuwa ni kubwa sana, yani linakuwa ni kubwa kiasi kwamba yani, hata wanapokuwa wanatembea, wanajiona kwamba unakuwa na muonekano mzuri na wa kisasa, kwa sababu linakuwa ni gauni ambalo limeweza kujiachia sana kwa upande wa chini. Tukiangalia katika magauni ya kisasa tunaona kwamba uh, magauni haya mara nyingi huwa yanakuwa na muundo mmoja uh, moja kwa moja, yanakuwa tu na muundo wa moja kwa moja, lakini pia rangi zake zinakuwa ni rangi angavu, zile rangi ambazo zinang'aa, rangi ambazo mtu anaweza akaangalia aka, aka, aka na akawa na muonekano wa kisasa zaidi. Pia hapo unachotakiwa kukiangalia, kufikiria wewe matukio yako ambao unataka kwenda, kwa mfano matukio kama ya harusi, sherehe za baharini au matukio ya kawaida, unaangalia nguo hizi unaweza ukavaa na ukawa na muonekano mzuri na wa kuvutia. Nataka tuangalie jinsi ya kuvaa magauni haya. Moja ya maswali ambao watu wengi sana wanauliza ni kwamba je, nawezaje kuvaa aina hizi za magauni ili niwe na mvuto na niwe na muonekano mzuri, kwa sababu ya gauni lile kuweza kuwa fupi sana au kuwa gauni ambalo um, linakuwa linamwaga sana chini. Hapa unaweza ukavaa pamoja na viatu simples ama uh, viatu vya high heels pia unaweza ukavaa, lakini sana sana simple inapendeza, au raba unaweza ukavaa ili kupata mtindo wa tofauti sana. Pia unaweza ukavaa na kofia kwa juu ili kupate sasa ili, upate ule mvuto wenyewe zaidi, upate mvuto wa kipekee sana. Kwa hiyo unaweza ukavaa pia na kofia zaidi. Lakini pia ili kufanya gauni lako liwe na muonekano mzuri wa kuvutia, unaweza ukatupia pete kubwa, zile pete kubwa zile. Alafu pia unaweza ukavaa mkufu au unaweza ukavaa bangili ili kupata mtindo wa peke yako. Wako watu wengi sana huwa wanauliza ni sehemu gani au ni wapi ambapo tunaweza tukavaa magauni haya na kuwa na muonekano mzuri na wa kuvutia sana. Na hapa tunaonyeshwa kwamba tunaweza kufaidi zaidi wakati wa majira ya joto, katika hafla, hafla zile za mwisho wa wiki, hata katika piknik pamoja na familia yako, unaweza ukavaa aina hizi za mtindo na ukawa na muonekano mzuri na wa kuvutia sana. Tunatakiwa tu kuweza kujifundisha na sisi kuweza kubadilisha mtindo wetu wa maisha au kujifundisha mitindo ya tofauti tofauti ili iwe msaada wa mavazi mengine ambayo tunayaona. Sio kila siku mtu anavaa dera, unatakiwa kubadilika badilika ili kupata muonekano mzuri na muonekano wa tofauti sana. Hapa vipenzi nataka tujadili kidogo, a, jinsi ya kuweza kununua aina hizi za magauni haya ambayo ni ya mwamvuli lakini ni magauni mafupi. Angalia maeneo mbalimbali ya maduka ya mitindo tofauti tofauti au masoko ya mtaani ambao wanauza aina hizi za mitindo hii ya magauni haya. Jaribu kuangalia alama za ubora pamoja na bei kabla ya kufanya ununuzi unaweza ukapita hata maduka matatu maduka manne, ili tu uweze kupata uh, muonekano mzuri lakini pia uweze kupata bei iliyo sahihi. Magauni ya mwamvuli yanaweza kubadilisha kabisa muonekano wetu na kupata muonekano wa kisasa na muonekano wa kupendeza sana. Hapa unaweza ukatumia mada hii ambayo nimeweza kukuletea siku ya leo, ili kufikisha mtindo wako mpya na uwe na muonekano wa raha pale tu unapokuwa unavaa aina hii ya mtindo, ili uwe na muonekano mzuri na wa kuvutia sana. Usisahau kubonyeza neno ambalo lipo chini ya hii video, limeandikwa subscribe, ili usipite na video zetu, lakini pia usisahau kucomment, kulike na kushare video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wao pia waweze kujua elimu hii ya magauni haya mafupi. Tukutane wakati mwingine. Niwatakieni watakeni siku njema.